Wako watu unaowaona kila siku, kila mara, wanatembea, wanafanya kazi, wanapita mbele yako, lakini kwa kweli hukuwaona kabisa, wala huwafikirii kwa undani. Wapo miongoni mwetu daima. Hawaketi kwenye kiti cha magurudumu, hawana beji inayong'aa ya ulemavu, hawana chochote kinachoashiria tofauti. Kwa macho ya nje, wanaonekana kuwa wa kawaida kama wengine wote. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Miili yao inapigana vita vizito bila kusitisha. Kila siku mpya ni mapambano mapya ya kimya. Hili ni vita visivyoonekana, vimefichwa ndani kabisa. Wanaitwa watu wenye ulemavu usioonekana, wenye udhaifu wa uwazi. Huu ni ulemavu halisi kabisa. Lakini kwa kuwa hauonekani kwa macho, haupo kwenye kumbukumbu rasmi, haukusanyi kwenye takwimu. Posho wanayopokea haitoshi kuendesha maisha, haitoshi kabisa. Haileti mabadiliko ya maana. Msaada wa kodi ya nyumba haukidhi gharama ya ghorofa, haufiki hata nusu yake. Ni mzigo mkubwa. Mlolongo wa urasimu hauna mwisho, ni wa kuchosha na kukatisha tamaa. Ni kama kimbunga kisichoisha. Karata zao za maombi huzunguka katika ofisi nyingi bila mafanikio. Serikali isipoona ulemavu huu, basi hata msaada unaotolewa hauwafiki. Hawako kwenye rada. Matokeo yake, wanabaki nyuma katika giza nene la kutokuonekana. Na chaguzi wanazokabiliana nazo, chaguzi hizo ni za kutisha na kuvunja moyo. Ni maamuzi magumu mno. Chagua chakula au dawa muhimu. Hiki si kitu cha kuchagua kwa urahisi. Kodi au joto la nyumba, ni hali isiyowezekana isiyo na suluhisho, ni aibu kwa jamii. Afya au makazi salama, hizi si chaguzi, ni laana inayowatesa. Huu si uvivu kabisa, si tabia ya kujifanya, si udanganyifu wala si kujaribu kutafuta huruma, ni hali halisi isiyo na namna na kwa hakika si uchaguzi. Hakuna anayechagua kuishi hivi, ni mzigo mzito unaoangamiza kimya kimya. Maelfu ya watu wenye ulemavu usioonekana wanaishi chini ya rada katika nchi nyingi, wapo kando kando ya shimo la kuanguka, wamebaki kunyenyekea na kujaribu kuishi. Wanaishi chini ya shinikizo kubwa la kimya bila matumaini ya kuonekana. Ulemavu unaweza kuwa usioonekana, unaweza kuwa wa uwazi. Lakini ugumu wa maisha yake haufichiki, hauonekani. Ni wakati wa kuona macho yetu yafunguke. Ni wakati wa kutambua. Ni wakati wa kudai mabadiliko halisi ya kweli. Shiriki ujumbe huu, zungumza kwa sauti. Usiwe kimya. Kwa sababu ukimya ndio unaotufanya tuwe watu wasioonekana wenye udhaifu wa uwazi.